Katika channel ya Feaboy TV, katika channel hii leo, nitakwenda kuzungumzia jinsi ya kuweza kutengeneza pesa kupitia akaunti yako ya YouTube au YouTube channel, How to become a YouTube partner. Kwa hiyo njia za kuweza kutengeneza pesa kupitia YouTube channel, lakini pia kuna vigezo ambavyo utatakiwa kuvikamilisha ili uweze kupata pesa kupitia akaunti yako ya YouTube au YouTube channel yako video hii ni sehemu moja wapo ambapo itakwenda kukuonyesha namna gani au vigezo gani unavyotakiwa kufikamilisha ili kuweza kutengeneza pesa katika YouTube channel yako. Na tukianzia kwanza na njia za kuweza kutengeneza pesa katika YouTube, zipo njia nyingi, lakini njia hizi wamezigawanya katika kategor kategori. Ya kwanza ni hii hapa: kuna membership, alafu kuna supers, alafu kuna shopping Kwenye membership ni kwamba uta create a fan club ya members ambao hao watakuwa na kulipa kila mwezi, lakini njia nyingine ni supers, ambapo hii uta engage na fans wako watashow support through one time interactive purchase, lakini pia kuna shopping, ambao katika shopping uta share product zako across your channel from your own shop. Kwa kama una duka lako, product zako unazouza, unaweza ukazishare katika sehemu ukazi hii ya shopping, ukaweza kuziuza. Kwa hiyo hii ni njia mojawapo ya kuweza kutengeneza pesa kupitia YouTube channel. Lakini kitu kingine sasa, kuna eligibility kum, au vigezo vya kukamilisha ili kuweza kupata njia hizo. Kigezo cha kwanza hapo unatakiwa kufikisha subscriber 500 na kigezo kingine, utatakiwa huo umeupload angalau video tatu. Lakini baada ya vigezo hivi viwili kukamilika kwa hiyo hapa ukishakamilisha, kuna kigezo kingine ambao ni watch time masaa elfu tatu ukishakamilisha public watch hours elfu tatu basi hapa utaweza kupata hizi njia tatu ya membership, superstar pamoja na shopping. Lakini pia utatakiwa uendelee kukamilisha uh, vigezo vingine ambavyo benefit hii ni additional eligibility criteria okay. Njia hizi ni continue to grow, ambao hapa kuna watch page ads pamoja na short feed ads. Hii unatakiwa uwe na subscriber elfu moja lakini pia uwe na masaa au public watch hours elfu nne au short views milioni kumi ili uweze kupata njia hii. Kwa utakapokamilisha hivi vigezo, basi utaanza kulipwa na YouTube utaanza kulipwa na YouTube ukikamilisha njia hizi.